Wapendwa, natumaini ni wazima wa afya. Karibuni kwenye kipindi chetu ambapo tunakwenda kujifunza jinsi ya kushona gauni hii ambayo mko mnaiona hapa, ni simple sana. Kwa wale wanaotaka kujiunga na mafunzo, tuma ujumbe wako WhatsApp kupitia namba ambayo uko naiona kwenye screen yako. Basi tuanze pamoja. Okay, wapendwa, tunaanza kujifunza gauni letu hili ambapo nimekunja mara nne: moja, mbili, tatu, nne. Na hatuweki zipu wala vifungo kwa hiyo shingo hizi tutachukua huku na huku, ndo tutachukua vipimo vyetu vya pembeni. Kwa hiyo nitaka kupima shingo kama kawaida, nitapima shingo yenye upana wa inchi tatu, inchi tatu hapa. Kisha nitashusha nusu inchi kwa ajili ya nyuma na nitashusha kwa sasa, nitashusha inchi tano, nitashusha inchi nne kwa ajili ya mbele baadaye tutaparekebisha tukishamaliza pande zote. Bega ni inchi kumi na tano kwa kugawa kwa mbili ni saba na nusu. Ikumbukwe ni mkono wa kimono, yaani hii ki haina bega, ni moja kwa moja mpaka kwenye mkono. Halafu inchi zilizobaki tutazimalizia zitakuwa za mkono ambazo ni saba na nusu. Kwa hiyo nikipima hapa, kutoka sehemu ya kutoka huku mpaka huku nina upana wa kumi na nne na nusu lakini huu mkono wetu pembeni umeacha yani, haujabana. Lakini tungetaka ubane we kama wa shati, yani ushuke kwa chini, tungeshuka nchi moja na nusu lakini sisi hapa tutashuka tu nusu nchi, ama unaweza ukaacha kabisa mkono wako ubaki kuwa mpana kwa pembeni. Baada ya hapa, tukapima kuja sehemu ya kifua ambapo ni kwenye nchi kumi. Tutegemea, sasa, na wewe unaweka upana wa ngapi? Kwa mfano hapa nitapona kuweka upana wa nchi nane. Hapa tutaweka nchi saba, nchi saba iko hapa. Kisha tutapima kutoka begani <coughs> kuja sehemu ya tumbo kwenye kumi na sita kuja sehemu ya hips kwenye ishirini na nne hapa namna hiyo tutapima <coughs> kifua, kifua ni 36 ukigawa kwa nne ni inchi tisa tutaweka moja ya balance, yani badala ya 9, 10, ya balance yani ya 9 itakuwa kumi na nusu inchi ya kushonea Sumbo ni ishirini na nane ukigawa kwa nne saba, basi ni saba moja ya basi nusu nchi ya kushonia. Hizi ni arobaini, kwa hiyo itakuwa kwenye kumi moja ya basi nusu nchi ya kushonia. Kwa hiyo tutaunganisha hizi points lakini ikumbukwe hmm, nikumbuke tukiunganisha hivi, sehemu ya tumbo iko hapa, lakini tumbo haitaki kuingia sana, kwa sababu ni loose dress. Kwa hiyo usichonge sana hapa sehemu ya tumbo gi, namna hiyo, kuja sehemu ya hips. Baada ya hapo, tutaunganisha pia kutoka hapa kuja sehemu ya mkono. Mkono uko huku, kutoka kwenye mkono kuja sehemu ya tumbo kuja sehemu ya kisi, kisha tutapima urefu kutoka juu kuja kwenye arobaini, kwa sababu nguo yetu hii tumesema ina urefu wa nchi 40. 40 iko hapa, tutaongeza na nchi mbili za kushonea, itakuwa kwenye 40 na mbili Tanyosha kutoka chini, kutoka hapo kwenye hipi mpaka chini mwisho wa kitambaa, namna hiyo tutakwenda kukata. ki cha ndani ni kipande cha nyuma, tutakitoa pembeni. Tutabaki na hiki ambacho ni kwa ajili ya kipande cha mbele. Tutatengeneza shingo yetu